Kwa jina naitwa Alexander Mashala ni afisa viwango mwandamizi kutoka shirika la viwango Tanzania. Aa, nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza habari ya vipodozi vilivyopigwa marufuku au vipodozi vyenye viambato vyenye sumu. Kwanza tunafahamu kwamba aa, vipodozi ni bidhaa ambazo zinatumika aa, aa, na binadamu kwa ajili ya kusafisha sehemu za mwili, kwa ajili ya kuremba, au kwa ajili ya kuleta mvuto katika sehemu za mwili wa binadamu. Zinaweza kutumika kwenye ngozi, kwenye nyusi na sehemu nyingine za mwili ambapo vipodozi hutumika. Isipokuwa vipodozi havitumiki kwa matumizi ya tiba na kwa mujibu wa kanuni na sheria Uh, vipodozi havitumiki kwa ajili ya tiba. Lakini katika vipodozi uh, kuna viambato ambavyo vinapatikana katika vipodozi. Kuna viambato ambavyo vinaruhusiwa ambavyo havina madhara kwa afya na kuna viambato ambavyo vinakuwepo kwenye vipodozi lakini vina madhara kwa afya ya binadamu. Na ndipo linapokuja swala la vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo vile viambato ambavyo uh, havina madhara kwa binadamu vile ni salama kwa matumizi, lakini viambato vyenye madhara au viambato vyenye sumu vinavyoleta madhara vikiwemo kwenye vipodozi, ndipo kipodozi husika uh, kina kinakuwa kipodozi kilichopigwa marufuku. Na madhara ya matumizi ya vipodozi vyenye viambato vyenye sumu uh, ni madhara ya kiafya, kwa mfano madhara katika ngozi kusababisha miwasho, kutoa makovu, lakini kuna kuna kuna viambato vyenye sumu vingine vilivyomo katika vipodozi vinaleta madhara ya kiafya katika mfumo wa uzazi, na viambato vyenye sumu vingine huleta madhara ya saratani. Kwa hiyo ndio maana kwa mujibu wa sheria, Shirika la Viwango Tanzania limekasimishwa kazi ya kusimamia udhibiti wa ubora wa vipodozi na katika kusimamia kazi hiyo, ili kulinda afya ya Mtanzania a, vipo viwango vya kila bidhaa ya kipodozi ambavyo vinatoa mwongozo wa a, a, vinatoa mwongozo wa quality au ubora wa hicho kipodozi. Lakini pia a, kiwango kinatoa mwongozo wa, wazalishaji wa vipodozi na waingizaji wanaoingiza kutoka nje ya nchi namna gani wanaweza kutengeneza vipodozi katika ubora au kwalite inayotakiwa. Kwa hiyo ndio maana Shirika la Viwango Tanzania kwa mujibu wa sheria limekuwa likifanya udhibiti wa ubora wa bidhaa hizo zinazotoka nje na zile zinazozalishwa ndani ya nchi lakini katika kudhibiti ubora pia taarifa mbalimbali hutolewa kwa kwa Watanzania wa au kwa watumiaji wa vipodozi, ili kupata taarifa mbalimbali zinazohusu vipodozi, zinazohusu madhara yatokanayo na hivyo vipodozi. Na kwa mfano orodha ya orodha ya viambato vyenye sumu inapatikana katika tovuti ya, ya shirika la viwango Tanzania ambapo ukifungua utakuta kuna orodha ya uh, orodha ya viambato vyenye sumu uh, takribani elfu moja mia saba ambavyo haviruhusiwi kuwa katika vipodozi. Lakini pia ukifungua website ya shirika la viwango Tanzania utakuta orodha ya vipodozi vilivyopigwa marufuku, ambapo kuna orodha ya vipodozi takribani mia tatu ambavyo uh, vya aina mbalimbali ambavyo vimepigwa marufuku. Uh, lakini pia ili kupata taarifa mbalimbali zinazohusu vipodozi vilivyopigwa marufuku pamoja na uh, orodha ya viambato vyenye sumu uh, nitoe rai kwa Watanzania wote kutembelea shirika la viwango uh, au kutembelea tovuti ya shirika la viwango ili kupata taarifa hizo ambazo taarifa nyingine zinapatikana uh, library ya au maktaba ya shirika la viwango Tanzania lakini pia katika tovuti kama nilivyokwisha kueleza. Kwa majina naitwa Nicodemus Mahuma ni afisa udhibiti bora kutoka shirika la viwango Tanzania TBS, e, niko hapa kuwafahamisha umma wa Tanzania pamoja na jamii ya wafanyabiashara kuhusu madhara ya vipodozi ambavyo vina viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Shirika la viwango Tanzania kwa mujibu wa sheria uh, wa mwaka elfu mbili na tisa pamoja na marekebisho ya sheria yake ya mwaka elfu mbili kumi na tisa ilipewa mamlaka ya kuhakikisha inadhibiti ubora na usalama wa vyakula na vipodozi. Hivyo shirika la viwango limeendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba vipodozi vinavyouzwa kwenye soko la Tanzania vinakuwa ni salama kwa watumiaji. Shirika la viwango linadhibiti vipodozi kwa kutumia viwango, ambako kiwango ambacho tunakitumia kinaitwa kiwango TZDS 638 hichi kiwango ndio kinachoonyesha ni viambato gani vinaruhusiwa kutumika kwenye vipodozi na viambato gani haviruhusi kabisa kutumika kwenye vipodozi, ambapo jukumu ambalo linafanyika kudhibiti au kutambua ni vipodozi gani ambavyo vina madhara kwa watumiaji, tunafanya tathmini ya vipodozi kwa kuangalia bidhaa yenyewe na viambato ambavyo vimetumika. Sasa baadhi ya vipodozi tumevipiga marufuku kwa sababu vina viambato ambavyo vinaleta madhara kwa watumiaji na moja ya madhara ni kwa mfano kuwaletea watumiaji kansa au magonjwa ya uzazi, hasa kwa mfano uzazi kwa kina mama. Lakini pia kupitia hichi hichi kiwango kinatuelekeza kwamba ni viambato gani ambavyo vinaruhusiwa kutumika kwenye vipodozi kwa kiwango fulani, kwa sababu kuna viambato vingine vikitumika kwa vipodozi vikizidishwa, vinaleta madhara kwa mtumiaji. Kwa hiyo kiwango TZS kinatupa mwongozo kwamba ni kiambato gani ambacho kinaruhusiwa kutumia kipodozi kwa kilevo fulani au kwa kiasi fulani, na viambato gani ambavyo vimepigwa marufuku kabisa. Hivyo kupitia tathmini hiyo, shirika la viwango kila baada ya muda huwa hutoa taarifa katika website yake, ambapo kupitia website yetu tumeweka aina ya vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku na na watumiaji na vimepigwa marufuku kwa sababu vina viambato ambavyo vinaweza kuleta madhara kwa watumiaji. Lakini pia kupitia website yetu pia tumeweka taarifa ya vipodozi ambavyo vimesajiliwa na, na TBS. TBS ni kwamba TBS imemsajili yule mwagizaji, anatambulika, duka lake linatambulika, liko sehemu gani na kipodozi gani anachouza na anauzia sehemu gani lakini pia kupitia hiyo website yetu tumeweka taarifa ya viambato ambavyo haviruhusiwi kabisa kutumika vipodozi. Kwa hiyo taarifa hiyo ni muhimu wafanyabiashara wakaipitia na kuitambua kwamba ni viambato gani ambavyo haviruhusiwi. Lakini pia kwenye hiyo website yetu tumeweka pia taarifa ya viambato ambavyo vimeruhusiwa kutumika vipodozi, lakini kwa kwa kiasi fulani, kwa sababu kuna vingine ukitumia, ukizidisha vinamletea madhara mtumiaji, lakini kuna vingine vinaruhusiwa utumie kwa ki, yang, lakini vyote taarifa hizo ziko kwenye website ya TBS. Sasa kupitia kiwango hicho kinatupa sisi mamlaka TBS sasa ya kuwa tunadhibiti vipodozi ambavyo vinaomba kwenye soko letu la Tanzania, na kazi hiyo ya udhibiti mara nyingi tunaifanya kwa kushirikiana na taasisi zingine za serikali au na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sasa tungependa tuwafahamishe, kwamba umma, wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla watambue kwamba TBS sasa imeingia mashirikiano rasmi na wenzetu wa halmashauri kupitia wakurugenzi wa halmashauri na watendaji wao, tutakuwa tunafanya kaguzi za kudhibiti na kukamata vipodozi ambavyo vina viambato sumu ambavyo vinaweza kuleta madhara kwa watumiaji. Kwa hivyo, tunaomba tuwafahamishe umma kwamba watapoona kuna maofisa wa serikali kutoka halmashauri wakifanya kazi, ni wanafanya kazi kwa niaba ya TBS na ni halali kisheria kwao. Tutoe wito kwa wafanyabiashara wale ambao wanauza vipodozi ambavyo haviruhusiwi na vimepigwa marufuku kisheria kulingana na kiwango T 668 kama nilivyoelezea basi, waache mara moja kuuza vipodozi hivyo, kwani TBS itaendelea kufanya ukaguzi wake kama kawaida, kushirikiana na maafisa wa halmashauri kuhakikisha, sehemu yoyote kuna vipodozi ambavyo vina viambato vimepigwa marufuku, basi vitakamatwa na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya hao wafanyabiashara. Lakini pia TBS inatoa wito kwa wafanyabiashara kuhakikisha kwamba wanafata sheria kama inavyoelekeza. Cha kwanza kila mfanyabiashara anayefanya biashara ya chakula na kipodozi kwa mujibu wa sheria ya viwango ni wajibu wake kuhakikisha kwamba anauza bidhaa ambayo imesajiliwa na TBS. Kama ni chakula au kipodozi kinatoka nje ya nchi, kinapaswa kuwa kimesajiliwa okay, na TBS. Na ni wajibu wake kuhakikisha kwamba hiyo bidhaa au mtu anayemuuzia au anayemsambazia amesajiliwa na TBS. Lakini pia mfanyabiashara huo hakikishe kwamba kwenye duka lake kama ni la vyakula au la vipodozi, liwe duka lake limesajiliwa na TBS. Lakini pia kwa wale watengenezaji wa ndani, tunawasihi kwamba wahakikishe kwamba bidhaa zao zimethibitishwa na TBS na zikiwa na nembo ya ubora ya TBS. Pia tuna taarifu wa wafanyabiashara, iwapo kuna mtu ana swali lolote au ana ulizo lolote, basi asisite kututafuta TBS kupitia namba yetu 0800110827, 0800110827. Shirika la Viwango litaendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari na pia kutoa elimu kwa, tunapenda kwa wananchi, tunapenda kuwafahamisha wananchi kwamba pindi wanapokwenda kununua bidhaa za vipodozi, ni vizuri kuzingatia kwamba vipodozi hivyo vimesajiliwa na TBS, na tunapenda kuwaeleza kwamba kama mwananchi yote atakutana na vipodozi ambavyo vina viambato vimepigwa marufuku ni vizuri akaitarifu TBS ili TBS ichukue hatua za kuondosha bidhaa na namna hiyo sokoni. Mfano wa viambato ambavyo vimepigwa marufuku kutumika kwenye mipodozi ni kiambato cha butylphenyl methylpropional ambacho kiambato hichi mara nyingi kinatumika kwenye perfume. Lakini pia kuna kiambato kingine ambacho kinatumika sana kwenye lotion na cream kinaitwa hydroquinone. Kiambato hichi hakiruhusiwi kabisa kutumika kwenye mipodozi. Lakini kuna viambato vingine kama steroidi, kuna zinc peroxide, lakini kuna viambato vingine ambavyo tunaita ni drug ingredient, ambavyo ni viambato dawa ambavyo haviruhusiwi kabisa kutumia vipodozi. Kwa hiyo mwananchi anaweza akaona viambato kama hivyo, ni vizuri akaita TBS ichukue TBS hatua stahiki za kuondosha bidhaa hizo sokoni na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu, ambao huwa wanaingiza bidhaa za vipodozi vyenye viambato vilivyopigwa marufuku. Lakini pia tunapenda kuwaeleza wananchi kwamba pindi wanapokwenda kununua bidhaa za vipodozi ni vizuri kuzingatia na kuangalia. Kwa mfano, kuna vipodozi ambavyo vinafahamika tangia zamani kwamba vimepigwa marufuku kutumika. Kwa mfano, vipodozi kama Kerotini, Body Lotion, au kuna BB Clear, au kuna kipodozi kinaitwa Viva Cream, kuna kingine kinaitwa Lemovate, kipodozi kingine kinaitwa Princess Cream igtwa kuna kingine inaitwa mekako. Kuna kingine kinaitwa mic lotion. Hivi ni vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku kwa sababu vinawaletea madhara watumiaji. Lakini pia kuna sabuni kama jaribu. Hivi ni vipodozi ambavyo vishapigwa marufuku siku nyingi kutumika kwa, kwa watumiaji. Hivyo watumiaji wanapoona hizo bidhaa sehemu yote, ni vizuri kuitaarifu TBS kupitia namba zetu 08 0011 0827 ili TBS ichukue hatua kwa dhidi ya wafanyabiashara ambao sio waminifu ambao wanafanya kwa makusudi kuingiza vipodozi ambavyo vina viambato ambao vinaweza kuwaletea madhara watumiaji. Lakini pia tunapenda kwa taarifu umma na wananchi kwa ujumla kuwa pindi wanapokwenda kwenye maduka kununua vipodozi ni vizuri kuzingatia kuangalia alama ambazo zimewekwa kwenye vipodozi. Kwa mfano, mtumiaji anapokwenda ni vizuri akaangalia kwenye kipodozi kama kuna picha ambayo inamuonesha mtu ana rangi nyeusi na nyeupe eh, tunakizungu tunaita before and after. Eh, sasa mwananchi akiona kipodozi ambayo kina before and after, kina picha ya mdada ana rangi nyeusi na mwingine mdada ana rangi nyeupe, maanake moja kwa moja kipodozi hicho ndani yake kitakuwa na viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo ni vizuri mwananchi vipodozi vya namna hiyo asivinunue. Au mwananchi atapoenda anakutana na kipodozi kimeonyeshwa 7 days au after 3 days ni moja kwa moja hicho kipodozi ndani yake na viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo tunasii wananchi vipodozi ambavyo vina maandishi namna hiyo au maelezo namna hiyo wasivinunue kwa sababu ndani yake vina viambato vimepigwa marufuku. Kwa sababu dhumuni ya kipodozi ni kumpendezesha mtu, lakini sio kubadilisha muonekano wake. Kwa hiyo mwananchi anapoona kuna bidhaa imeandikwa kwamba ndani ya siku saba atabadilika rangi ya ngozi yake, maana ndani yake kuna hicho kipodozi kuna kiambato ambacho kina madhara kwa mtumiaji. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wanapokwenda madukani, wakiona vipodozi vina picha zinaonesha mtu mweupe, mtu mweusi, au kwa Kiingereza wanasema before and after, au imeandikwa namba kwamba 7 days au 14 days au three days, hivyo vipodozi wasivinunue kwa sababu ndani ya hivyo vipodozi vina viambato ambavyo ni viambato sumu ambavyo vinaweza kuleta madhara kwa mtumiaji.